Hakuna, hatuwezi kuendelea na hii siasa yenye watu. Mtu akifanya wa siasa yake ameitisha mkutano yake anafanya mipango yake, ati mwingine anakuja na guns kupiga hiyo mkutano, ama mtu anatembea na guns. Mliona jana juzi, wengine walikuwa wanafanya siasa yao huko Nairobi, alafu mtu anakuja hapo na kutupa mawe na kufanya hiyo maneno, mwingine anapiga risasi eh, karibu aumize wa wananchi, wengine wanapiga journalist. Yeah, wanaenda kupiga hawa waandishi wa habari wa, mimi nataka nitangaze hapa kwamba Inspector General of Police has confirmed to me kwamba investigations are, not, are ongoing and everybody who was involved in that act in Nairobi must be arrested, whether the person who beat a journalist, whether it is the person who threw stones, whether it is the person who misused a firearm. Hiyo area yote au watu lazima washikwe na tutahakikisha wameshikwa na wapelekwe kotini, ndio ikuwe funzo kwa wengine, na wananchi wajue kwamba we will not condone the politics of gun, guns na nii mambo yote, na kutupa mawe. Kila mmoja auze sira yake, mtu watu waongee kwa heshima, vile umeona watu wameketi hapa kwa heshima wakifanya mambo yao, na tuta respect kila mtu. Mtu afanye siasa yake ya upande huu mwingine, ya upande huu, lakini bora unafanya kwa amani, bora unafuata sheria, sisi tutaheshimu kila mmoja.